Hi guys. Stylish steps hapa karibuni sana. Well, kama ndo mara yako ya kwanza kuona channel yetu, please don't forget to subscribe, like and share. Channel yetu hii inajihusisha na mambo ya urembo. Sawa, urembo wa ngozi, urembo wa sura yako. Sawa. Pia inakupatia accessory nzuri, nzuri ambazo wewe dada wewe mama wewe kaka wewe dada ni nzuri katika mambo yako ya urembo. So, sasa leo napenda kuongelea hairbrush. Kuna unique hairbrush kama hii. Hii hairbrush ni portable nzuri sana. Nzuri sana. Sawa? Hii hairbrush ni ya kipekee. Unaona? Inafunguka kama hivi. Kama hivi. Ukiwa huitumii unarudisha ndani kama hivi, inarudi ndani. Tena unapata kioo unaweza ukajiangalia like this. Mm? Ni hairbrush nzuri sana, na inachana vizuri mawigi. Mfano wigi langu hili hapa limechambuka chambuka kama unavyoliona. Nataka hmm, nilichane. Naliona hili limechambuka chambuka, lakini nikilichana then litakuwa na mwonekano mzuri kama hivi. Unaona? Ni hairbrush nzuri sana. Karibu Stylish Steps online store utajipatia hairbrush yako ambayo unaweza kuenda nayo muda wowote. Wale wanaopenda kuvaa mawigi, jamani, usitembee na mkitana mkubwa. Kuwa classic kwa kutembea na kitu kama hiki. Na mnipolichana hmm. Shorti limependeza wigi langu. Nitalionesha mfano hata nikilivaa hapa, japo nimesuka najuu kidogo unaziba kamera lionekane. mm -hmm. Jamani, mtanisamee kidogo, kameraman wangu ni mwanangu, kwa hiyo anajifunza ukameraman. Umeona? <laughs> E, eh, kama hivi, naona nilivyolichana linapendeza namna hii mm? Eh? Ona ligiletu sasa. Hapa ngoja nilivae muweze kuliona vizuri, nilivae ligi langu limechanika Zuri kama hivi. Wow! Japo nimesuka lakini sawa. <tipa> Inaonekana ni nene, chana vizuri. Iko very nice, nenyoka vizuri. Katamu leo. Nina legangu limekaa yi fresh kabisa limechambuka vizuri, livaa opo nimelivaa juu ya nywewe, lakini liko very nice. Naa livyochanika vizuri vizuri, hmm, kabisa hmm. Karibuni sana ujipatie hairbrush yako bye bye.